Yesu ya vyote Amen. Unaweza kumwambia silani yako Yesu, ameinuliwa juu ya vyote. Yesu ameinuliwa. Ukisoma kitabu kile cha Yohana, ikiiki kitabu cha Yohana sura ile ya tatu, ukisoma mstari wa kumi na nne, anasema kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, anasema vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Yesu Kristo ndiye ambaye Biblia inamunena kama mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa juu sana, haleluya. Sasa hapa tulipo pasoma, tunaona mistari inayosema ya kwamba kuna ishara nyingi ambazo Yesu alizifanya ambazo hazijaandikwa kwenye vitabu vya dini, ambazo hazijaandikwa kwenye Bibilia, ambazo hazijaandikwa kwenye Yohana Mtakatifu. Anasema ziko nyingi sana lakini, sasa, ambazo zimeandikwa si ili mpate kufahamu. Anasema zimeandikwa ili tupate kujua ya kwamba Yesu ni na Mungu, ya kwamba Yesu ni mkombozi, ya kwamba Yesu ndiye aliyekuja ili atuokoe. Yesu anamaanisha Kristo, anaposoma Kristo anamaanisha mkombozi, yaani mu Bwana Mwokozi. Yesu alikuja, aliacha enzi mbinguni, alikuja tuokoe mimi na wewe. Mimi na wewe tulikuwa hatusaidi, mimi na wewe tulikuwa hatufai, lakini Yesu kwa upendo wake na huruma zake alikuja alikuja tuokoe. Basi sioni ya leo nataka niseme mfano mmoja tu ambao waisara ambayo alitenda Yesu, yeah. Yesu akiwa ulimwenguni kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya kumi na moja ukisema pale Anazungumza habari za Lazaro, anasema habari za Lazaro. Yesu alikuwa na rafiki yake anaitwa Lazaro kwenye bibilia. Inawezekana umepata kusikia hicho kisa cha Lazaro, lakini inawezekana Yesu analonena ya leo. Lazaro alialiugua ugonjwa ambao ulimpelekea mauti. Wakati Lazaro beugua, bibilia inatuambia Muzika kaburini alipozikwa pale, alikaa siku ya kwanza. Yesu alikuwa ameenda sehemu nyingine, kwa hiyo hakupita kumtazama Lazaro wakati anaumwa. Sasa wakati yuko sehemu nyingine, akasikia rafiki yake amelala. Wakati amelala Lazaro Twende tukamwamuse ndugu yetu Lazaro. Wakati wanafunzi wanasikia, maandiko anasema ya kwamba waliona kama vile amelala, wenyewe walifikiri amelala usingizi, lakini Yesu akawaambia ya kwamba Lazaro amefariki, akawaambia Lazaro amekufa, twendeni tukamwamuse. Ninasema habari za mwanaume ambaye anaamusa hata ambao amekufa, ninasema sa mwanaume ambaye ana uwezo hata juu ya kifo na mauti. Inasema habari za mwanaume ambaye atakimwona mtu amekufa na pema, twende tukamwamuse. Haleluya! inawezekana unakuwa mpinzani wa isi au ushaelewa tu, lakini Zioni, leo ninakuletea habari za mwanaume Yesu akawambia wanafunzi, akasema tembeni tukamwamshe. Wakaanza safari kuelekea. Wakati wamekaribia, Biblia inasema ya kwamba Mata, dada yake Lazaro, dada yake akawa ameenda kumulaki Yesu, wakati amesikia mwalimu anakuja. Akaenda kumulaki, anamwambia ungeli kuwepo mbulangu asinge fariki anasema ongeri kuwepo kaka yangu asinge kufa ah yesu anamwambia ya kwamba lazaro atakuwa hai anasema Amen. lazaro atafufuka yeye ye mata akasema inawelekana kabisa ni ule ufufu wa uzao akasema nakuambia lazaro ataenda kufufuka Amen. anasema nakuambia lazaro anaenda kufufuka wakati yesu ameenda pale wengine walimuzi wake inawezekana wengine waliona anatania. Kwa nini? Kwa, kwa taratibu za Kiyahudi ilikuwa mtu akifariki akikaa siku ya kwanza, wanasema inawezekana anaweza akafufuka. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba ule mwili wake bado damu ni mbichi. Kwa hiyo anakaa siku ya pili, wanasema bado ana moto, anakaa siku ya tatu, bado ana moto, lakini Yesu alita wakati sawa, siku zao hazijapu Aliona ni nimecheza ujanja, akasema nasubiria ile siku ya nne, maana walikuwa wanaamini ya kwamba ikifika siku ya nne, basi imesindikana huyo amekufa kabisa. Inaonekana mpendwa, na wewe kuna mambo nayaona yamesindikana, kuna mambo nayaona kabisa hayawezekani tena. Yuko Bwana wezae kurejesa weza usima, yuko Yehova wezae kurejesa usima iya, tunayemsema sioni ya leo Unamsema Yesu ambaye ana uwezo wa kurejesha si pasipokuwa na uzima, ambacho hakina yuko yeah. Pale yes. Ameenda paa, anasema, nionyesheni sehemu ya kaburi nasema ndani yake Yesu aliugua, ndani yake Yesu aliumia. Kwa nini? Kwa sababu ya machozi ambayo walikuwa wanalia wale ambao wamefiwa. Unajua, kwenye msiba, kwenye msiba kuna mambo makubwa sana, inawezekana you know, kabisa wengine walikuwa wamesea mchangia lambilambi lambi mata ya pole kwa kufiwa na kaka yako inaonekana kikundi chake kama alikuwa na kikundi cha kikoba kimemchangia, tayari amekula tayari na zile wa hela za kwamba wamekuja kumwona. Inaonekana kuna wamama wanaofungana vitenge wamemletea kitenge, lakini Yesu anasema uzima bado ungaribu, anasema uzima bado ungaribu. Haijarisi watu wamechukua vitenge, haijarisi watu wamechukua hela za rambirambi. Anasema usima. Haleluya, amina. Anasema usimaadu. Anamofika pale na anawambia, nitoeni jiwe. Anasema tani jiwe hapo. Wanasema ndugu mwalimu, tuna kuheshimu sawa, tunakutii sawa, lakini huyu mtu amekaa humo siku hini ya nne, kwa hiyo anafanyaje? Ananuka. Anasema nasema toeni siwe. Aleluya, amen. Anasema nasema toeni siwe wale yes. Watu wakaenda kutoa. Inawezekana tungekuwa mimi na wewe tungembisia, tungekuwa mimi na wewe tunaosikia sauti, inawezekana tungesema hebu toa mwenyewe unaseza, na mtu akika, akika, kabulini siku nne, mtu anakuambia mfukue si utakimbiana, eh? Unasema we, fukua wewe. Wangeliweza kusema ulikuwa wapi siku zote, siku zote umesikia amekufa, ulikuwa wapi? Wangeliweza kusema, lakini wale watu na wasifu kwa sababu walitii sauti ya Bwana Yesu. Alipowaambia walienda wakatoa ziwe, alipotoa ziwe, Yesu akwenda kuchungulia kwamba lazaro upo bado? Hapana. Sunguliamana alielewa anachokifanya, alielewa anachokitenda. Yeye alisua ya kwamba nina sauti ambayo ina uwezo wa kutoa mtu kaburini. Ndio. Inasema kwamba anayemwamini Kristo ajapokufa bado anaishi. Kwa nini uzima huko ndani ya Kristo? Kwa hiyo Yesu Kristo akawa anatembea, anamwambia Lazaro, njoo nje nyanyuka. Anamwambia Lazaro njoo nje. Lazaro akatoka nje, akawa anatembea na mwana huyo.

Yes. Anasema ishara hizi hazijaandikwa kama simulizi, zimeandikwa ili muamini ya kwamba Yesu ni Bwana, ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. sioni ya leo tumekuja kukuambia Yesu anakuita, Yesu anakuita, Yesu amekuita, anasema njoo mwanangu, anasema njoo mwanangu, na nawonekana upo kwenye kaburi ambalo unaona sitatoka, unaona hapa haiwezekani, umekata tamaa, umepoteza matumaini. Yuko ambaye anarejesha matumaini, yuko ambaye kwenye matumaini yaliyopotea anarejesha tena. Wale watu wakati wanaomboleza, walipomboleza siku ya kwanza, walipomboleza siku ya pili, kitanzania tunasema wangekuwa wamesang'oa tanga, wameondoka inawezekana kabisa wengine walilia msiba wakaondoka, ndugu zake wakacha salama, wakaenda zao, alafu wakasikia kwamba Lazaro tayari amenyanyuka anatembea, yuko kwenye ardhi ile. Ni mfano tu wa kwamba tujapokufa ni kuambie mpendwa, tujapokufa ukiwa ndani ya Yesu, Yesu anayo sauti ya kukuita ukiwa kaburini, anayo sauti ya kukuita ukiwa kaburini. Unasua Yesu wakati anawaambia ya kwamba Siku nitakuja kuwachukua wale ambao wananitumikia, wale ambao wanakufa katika Bwana, nitakuja kuwachukua. Wayahudi walikuwa waamini, Wayahudi walikuwa wanambeza kwamba ana uwezo gani wa kuwachukua wale waliokufa. Na ndio maana hata leo inawezekana wewe unasema, walokole mnasema tu, mbona hata nyie mnakufa. Walokole mnaongea tu, mbona hata nyie tunawazika kila siku tusi tunazikwa kila siku lakini, ni kwamba tofauti tunalosikia, na nakusikia sauti ya baba ao baba yetu akituita, tutasomoka Amen. Na mnazi tutabadilisha mwili mpya. Biblia inasema ya kwamba sisi tunaomwamini tunaosima, amen, haleluya, amina. Maana watu naweza ukamsudia anaanza kukwambia, anakuambia eh, hey bora wote tunakufa wote, pua zimeangalia chini. Ni sawa sawa, nimeangalia chini lakini ena